Karibu sana kwenye Pesa Vibe, mahali unapopata maarifa fedha na maendeleo binafsi kwa lugha rahisi ya Kiswahili. Leo tunazungumza juu ya siri kubwa ya mafanikio: tabia. Unafikiri watu kama Elon Musk, Oprah Winfrey, Strive Masiiwa au Dangote walifanikiwa tu kwa sababu ya pesa? Hapana, ni kwa sababu waliunda tabia fulani na kuzilea kwa muda. Leo tutaelewa ni tabia gani hizo, kwa nini ni muhimu, na jinsi ya kuzijenga moja kwa moja kwenye maisha yako. Kama uko tayari kubadilika na kufanikiwa, ebo, tuingie ndani. Tabia ni nini? Kitaaluma na kiuhalisia, tabia ni matendo tunayoyarudia mara kwa mara hadi yanakuwa sehemu ya maisha yetu bila hata kufikiria. Mwanasaikolojia William James alisema tabia huunda maisha yetu, badili tabia zako, utabadili maisha yako. Kwa mfano mtu anayeamka saa tano kila siku si kwa sababu ni rahisi, ni kwa sababu amezoea, imejengeka ndani ya mfumo wake wa maisha. Kitaaluma, ubongo huunda neuropathways kila tunaporudia tendo, na kadri tunavyorudia ndivyo tabia inavyodumu zaidi. Tabia saba kuu za watu waliofanikiwa. Moja, kuamka mapema. Muda wa asubuhi huleta utulivu, mpangilio na nafasi ya kupanga siku. Watu wengi waliotajwa duniani, Obama, Tim Cook, Oprah, huamka kabla ya saa tano asubuhi. Mbili, kujifunza kila siku. Wanafanikiwa husoma vitabu, kusikiliza podcast au kuhudhuria kozi mara kwa mara. Warren Buffett anasoma zaidi ya masaa tano kila siku. Tatu, kuweka malengo na kuyaandika. Kukosa malengo ni sawa na kusafiri bila ramani. Wanafanikiwa huandika malengo yao, kuyapima na kuyapitia mara kwa mara. Nne, kujidhibiti, self discipline. Hawafanyi vitu kwa hisia bali kwa ratiba. Hawalali ovyo, hawatumii pesa kiholela na hawafanyi mambo kwa kulazimishwa. Tano, kushukuru na kutafakari. Wengi huandika gratitude journal kila siku. Hii huongeza furaha na kuondoa mawazo hasi. Sita, kufanya mazoezi ya mwili. Afya bora huongeza nguvu ya ubongo. Elon Musk hufanya gym mara tatu kwa wiki. Saba, kushirikiana na watu chanya. Tabia ni ya kuambukiza. Wakifanikiwa wamezungukwa na watu wanaowasukuma mbele, si wanaowarudisha nyuma. Ushahidi wa kitaaluma sayansi ya tabia, utafiti wa chuo kikuu cha Duke USA, asilimia arobaini ya kile tunachofanya kila siku ni matokeo ya tabia, si uamuzi wa hiari. Hii ina maana kuwa tukibadilisha tabia zetu, tunabadili maisha yetu kwa kiwango kikubwa. Kwa mujibu wa kitabu cha Atomic Habits mwandishi cha James Clear, badiliko dogo jumlisha kudumu huunda matokeo makubwa. Mfumo bora wa kujenga tabia ni cue, craving response, reward. Mfano, cue, saa ya asubuhi craving, kutaka kuwa bora response, kufanya mazoezi reward, hisia nzuri, afya bora. Jinsi ya kujenga tabia mpya kwa mafanikio: hatua tano za kisayansi na kiuhalisia. Moja, chagua tabia moja tu kwa wakati mmoja, mfano kusoma kurasa tano kila siku. Mbili, ifanye iwe rahisi, andaa kitabu kabla ya kulala, toa vishawishi, simu mbali. Tatu, ifanye kila siku bila kukosa consistency. Anza na siku ishirini na moja huwa ni muda wa kujenga mwelekeo. Nne, unganisha na tabia ulionayo tayari, mfano baada ya kusafisha meno nitasoma dakika kumi. Tano, jipe zawadi baada ya kutimiza, jikubali, jipe pongezi, weka checklist na usherekee mafanikio dogo. Tujifunze kutoka kwa Michael Nigeria. Alikuwa na changamoto ya nidhamu. Alianza kuamka saa sita kila siku, akaandika malengo na kusoma kila jioni. Miaka tatu baadaye, amekuwa motivational speaker anayelipwa na ameandika vitabu viwili. Maswali ya kujitathmini. Moja, tabia zako za sasa zinakupeleka wapi? Mbili, ni nini kinachokuzuia kujenga tabia bora? Tatu, ni tabia gani unaweza kuanza nayo wiki hii? Chagua tabia moja, iandike, ifanye kila siko kwa siku thelathini. Kisha rudi hapa kwenye comment, tupe matokeo yako. Kumbuka, mafanikio siyo bahati, ni matokeo ya tabia bora zilizojengwa kwa muda. Usingoje msukumo wa nje, anza leo. Anza na tabia moja, iwe ndogo lakini imara. Kama umejifunza kitu, like video hii, subscribe kwenye PesaVibe na share na rafiki yako. Comment na naanza kubadilisha tabia zangu leo.